Siku ya harusi ilikuwa ya ndoto kwa wengi, lakini siyo kwa Neema. Macho yake yalijaa machozi, mikono yake ikitetemeka, na moyo wake ukivunjika kidogo kidogo kila wakati Mwendo alipokuwa akitabasamu, akimwambia hadharani, mbele ya familia, marafiki na wageni, kwamba hangeweza kuendelea naye. Neema alilia kwa kimya. Kila kitu kilikuwa kimevunjika: ndoto zake za maisha ya pamoja, ahadi za mapenzi, kila ahadi aliyokuwa amempa mtu aliyechagua kumwacha kwa tamaa ya mali. Kila jembe la maisha lake lilivunjika pale, na hofu, uchungu na majonzi yalichukua kila sehemu ya nafsi yake. Na huku akiwa ameketi pale ukingoni mwa maisha yake ya mapenzi alijua kuwa jambo ambalo alidhani lingekuwa la furaha liligeuka kuwa ndoto mbaya zaidi, ndoto ambayo ingeendelea kumchukua majonzi yasiyo na mwisho. Kanisa lilikuwa limejaa, kila kona imejaa mwanga wa jua la asubuhi likiangazia madirisha makubwa. Midundo ya muziki wa harusi ilipita kimya, ikizunguka kama pepo, watu wakipiga makofi, wengine wakilia kwa furaha, wengine wakishangilia kwa heshima lakini mioyo ya Neema ilikuwa kinyume kabisa, ikijaa uchungu wa ndani. Kila kipande cha moyo wake kilivunjika pale aliposimama mbele ya jukwaa, akimtazama Mwendo, mtu aliyeahidi kumchukua milele. Vazi lake la harusi lilipita chini ya miguu yake, mikono yake ilitetemeka na macho yake yalijaa machozi yasiyoisha. Alijaribu kuunda tabasamu kidogo, lakini kilichokuwa cha kweli kilikuwa uchungu wa ndani, uchungu usio na kipimo. Mwendo, hi kwa nini leo? Tumepanga maisha yetu yote pamoja, sasa kila kitu kimevunjika, alijisikia huku akijikokota kwenye kiti chake akihisi kila ahadi aliyokuwa amempa Mwendo ikigeuka mzigo usio na dhamani. Familia za pande zote mbili zilikaa kimya kwa hofu, baadhi wakilia, wengine wakishangilia kwa heshima, lakini Neema alibaki kimya, akihisi uchungu kila sekunde. Pembeni ya kanisa, Mwendo alisimama akitazama wageni wakipita, harufu ya chai na viazi vya kukaangwa ikijaa hewa. Gari lake jipya la kifahari lilikuwa limepambwa vizuri na mwanga wa jua. Mavazi yake yalikunja vizuri, na tabasamu lake ukiwa na hofu na tamaa. Nataka maisha makubwa lakini je, neema ya kweli ni furaha au mali? Alijiuliza, moyo wake ukiwa na hofu na tamaa, akidhani kuwa maisha ya kawaida hayawezi kumkidhi. Nema alikuwa tayari kumpa moyo wake wote, lakini Mwendo hakujua kama tamaa yake ingeweza kumchukua mbali na furaha ya kweli. Rossi alikuja gafla katika maisha ya Mwendo, mrembo tajiri, mchangamfu. Mavazi yake yalikuwa ya kifahari, gari lake likiangaza barabara, na nyumba yake ilionekana kama palas. Mwendo alijua kwa kila hatua aliyokuwa akifanya, tamaa yake iliongezeka "Hii ndiyo maisha niliyoyatazamia, lakini je, ni haki kuachana na Neema kwa mali hii?" Mwendo alijiuliza, moyo ukiwa na hofu na tamaa. Rose alitua kama nuru, kila hatua yake ikionyesha kifahari, kila tabasamu lake ukiwa na dhihaka kidogo ya udanganyifu. Mwendo alijaribu kupumua, akijua kuwa ndoto zake zinageuka kuwa dhahabu, lakini moyo wake haukuwa na amani. Siku ile Mwendo alichagua Rose badala ya Neema. Kanisa lilijaa watu, baadhi wakilia, wengine wakishangilia harusi, lakini Neema alibaki kimya. Machozi yake yakimwagika, vazi lake la harusi likitetemeka. Alijisikia pweke, uchungu wa ndani ukiwa mkali zaidi ya maneno yoyote aliyoweza kusema. Kwa nini, kwa nini tamaa ilichukua moyo wake? Kwa nini alichagua mali badala ya upendo wa kweli? Neema aliwaza akijaribu kujikokota, lakini kila kipande cha moyo wake kilikuwa kimevunjika. Mwendo alianza maisha mapya na Rose. Kila kitu kilionekana kuwa kamili: nyumba ya kifahari, magari makubwa, mavazi ya kifahari, chakula cha kila siku cha kifahari, lakini ndani hakukuwa na amani. Rose mara kwa mara alionyesha hasira ndogo, maneno yasiyo ya upendo, na Mwendo alianza kuona ukweli, mali haikuleta furaha ya kweli. Siku moja alipita mtaa wa kifahari, aliona Neema. Lakini Neema hakuwa msichana wa kawaida, alikuwa mrembo, tajiri, mwenye heshima na tabasamu lake likionyesha nguvu ya kweli. Nyumba yake ilikuwa ya kifahari, gari lake la kisasa, na kila jambo lilikuwa limejengwa kwa ujasiri na akili yake. Mwendo alishtuka, moyo wake ukijaa majonzi, aibu na mshangao. Alijua alikosa dhamani halisi kwa sababu ya tamaa isiyo na kikomo. Neema alianza maisha mapya, alijenga kampuni yake, alifanya biashara, akatengeneza nyumba kubwa. Kila hatua aliyoichukua ilikuwa ya busara, na kila kitu ke ilichokuwa kimeachwa nyuma kiligeuka kuwa somo kwa yeye na kwa wale waliomchukia. Sasa ninajua thamani yangu ni nini. Sasa hakuna mtu atakayenitumia kwa tamaa ya mali. Alijisikia akiwa na tabasamu la kidogo la ushindi. Mwendo alijaribu kumtafuta Neema, alifika kwenye nyumba yake, moyo ukitetemeka, macho yakijaa hofu na aibu. Mlango ulifunguliwa na Neema akiwa kimya, lakini thabiti. Neema, nisamehe, nimekosea, Mwendo alisema. Mwendo, maisha yangu yamejengeka sasa mimi nimeshajenga furaha yangu. Siyo wakati wa kurudi nyuma, Neema alijibu kimya, thabiti na yenye nguvu. Mwendo alijaribu kutoa zawadi, ahadi, maneno ya mapenzi lakini kila kitu kilikuwa kama upepo tu. Neema alikuwa thabiti, moyo wake umejenga maisha yenye dhamani na furaha ya kweli. Mwendo alibaki peke yake akikumbuka kila ahadi aliyovunja, kila uamuzi mbaya, kila tamaa isiyo na kikomo. Alijua kuwa tamaa inaweza kumchukua mbali na furaha ya kweli na thamani halisi inakaa moyoni. Neema aliendelea mbele, akijenga kila ndoto yake, akithibitisha kuwa thamani ya kweli haipimwi kwa mali, bali kwa moyo thabiti, akili yenye ujasiri na heshima. Furaha yake ilikuwa imara, isiyogawanyika na mtu yeyote aliyemchagua kwa tamaa. Na labda kama angepata nafasi ya pili, angechagua upendo wa kweli badala ya tamaa. Lakini kwa sasa, Neema aliendelea mbele akishinda moyo wake, ukithibitisha kuwa furaha halisi haipimwi kwa mali bali kwa moyo, akili na heshima.